Ambapo hali ya huzuni ilitanda katika eneo la Nzeluni Mwingi Magharibi, kaunti ya Kitui, katika hafla ya mazishi ya Justus Wambua, bibi yake na mtoto wake. Kulingana na majirani, Wambua alijaribu kupigia mke wake simu na msichana wake wa kwanza ila hakuwapata, na kuamua kusafiri hadi nyumbani alikowapata wameaga. Hali hii ilimpelekea Justus Wambua kujitoa uhai, kulingana na majirani hao, pia na chifu wa eneo hilo Nelson Nguna. Tumehudhuria mazishi siku ya leo kwa watu watatu katika hii area yangu. Kuna mzee alienda Nairobi wanakaa sewa, kwa familia yake inakaa Saika, akapata kwa siku kama mbili tatu hivi wako wanachukua simu, lakini wakati alitembea huko Nairobi akapata kwamba washafariki na wako na kama siku tatu hivi, yeye akawa amehuzunika sana na kwa sababu ya hiyo maafa akaona, juu alikuwa huku nyumbani last year alipoteza msichana mwingine wake, akaona sasa juu familia yote imeisha, hakuna haja ya kuishi, akaweza kujitia kitanzi katika hiyo boma yake huko Nairobi Saika. So, ninaomba wananchi, kama kuna mtu anaweza kuwa na shida yoyote ya mawazo, wa akili aweze kuongea na rafiki yake ama kazela la yoyote ama pasta hii maneno iweze kupungua. Imewapoteza watu watatu kwa tukio tatanishi kidogo, na juzi walikuwa wamepoteza mtoto mmoja. Mimi nimekuja hapa kuomboleza na kijiji mzima, kila mtu amepigwa sana na hilo tukio, na tunaomba na kijiji wote waweze kutulia, wasiweze kukua na kusema kusema ni nini ilifanyika ama ni nini ilifanyika bila kufuatilia kidogo. Eh, ile kitu inaweza sema kabisa kwa serikali na kwa kijiji, waweze kuangalia watu wako na mental issues, ndio mtu aweze kufanyiwa counseling juu. Ukiangalia, the whole thing revolves around counseling, revolves around mental issues, maybe stress.